Ni tukio la ukatili ambalo limewakusanya hapa wakazi wa Bonyokwa kutaka kufahamu nini kilichowakumba wanandoa hawa. Vilio na majonzi vimetawala hapa, kila mtu akishindwa kuamini kilichotokea hapa, kuona miili hii ikiwa imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Usiku kaka walirudi kazini saa mbili. Wakuta tunaangalia pale TV. Mimi kaingia kwa wa wamechoka amechoka. Nikaenda nikaenda na shughuli zangu kwa hiyo nikazunguka kule nyuma nifagie. Wakati nafagia, nikaamsha jicho hivi dirisha nikaona dirisha limekatwa. Na alafu pazia lina damu. Nikasema kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa, nikamwambia, "Njoo ukaangalie kule nyuma." Akaenda kuona. Nikamwambia, "Sio ndio chumbani je kama amefunga na ufunguo kwa ndani tuajuaje?" Akasema hivi. Akaenda yeye yule mwanae mkubwa, Akaenda chumbani kaambia wewe nenda misazi kuingia kwa nenda wewe kule chumbani. Akaenda, alipofika pale ndo amkuta mama yake na babake amefariki. Akaaniita, nenda njoo uone, na mimi nikaenda kuona, tukakuta yeye amefariki. Yani hatukujua chochote, yani tumejua yenyewe asubuhi. Umma huu uliokusanyika hapa umekumbwa na maswali mengi yasiokuwa na majibu, lakini kila mmoja akiwa na lake la kuzungumzia kuhusiana na tukio hili. Ila nimemwona kakangu amepigwa kisu kimoja cha hapa mpaka damu, mpaka sasa hivi zilikuwa zinatoka. Mashemeji amepigwa visu zaidi ya sita. Sijui visu ni zaidi ya sita. Na amengata kwa nyuma huko sijui. Eh, lakini ameumizwa sana. Hizi taarifa nimezipata njiani. Wakati tu natoka nyumbani, tena jana nimefanya biashara kwake, nimefika dukani kwake, nimenunua mahitaji yangu kama kawaida. Sasa asubuhi nikasema niende kama kawaida asubuhi anaenda pale kwake naunua vitu. Ndio kijana wake mmoja akanipigia simu, akaniambia, mama umepata taarifa? Nikaambia, taarifa gani? Kaniambia Ngabori amefariki na mke wake, wamewawa nyumbani. Tulivyoingia ndani, tumekuta mili limelala chini, amechomwa visu. Baba na mama wote wameshafariki, ndo tukio ambayo tuliliona ndani kwa haraka haraka, ukidadisi kwa haraka haraka, na tukio limetokea usiku. Uchunguzi wa tukio hili umeanza mara moja. Mili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea. Tukio hili linadhaniwa kutokea majira ya saa nne usiku jana, lakini kwa mujibu wa jeshi la polisi, upelelezi bado unaendelea. Mimi ni Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam. <muchos>